So, kwa maandalizi yetu kama Singida Black Stars tuko na jambo ambalo tunasema kuwa mawazo yetu eh, yani yale attitude ambayo tumekuwa nayo kwa sasa hivi eh, malengo ambayo tulikuwa tumeweka pale mbeleni kutafuta ile kitu ambalo tunasema calf tickets imeweza kutimia kama club, so kwa mawazo yetu na nidhamu zetu na motivation ambayo tuko nayo kama team sasa hivi ni level ambayo tuko kama Singida Black Stars na level ambalo tuko sasa hivi, eh, ni wakati bora zaidi kwa sababu ile CAF ticket already iko confirmed ni jambo ambalo nataka kupea timu nzima kongole kubwa sana. Ehe. Kama tunajipa kongole, kwa hivyo inamaanisha ni tunabisha kwa mlango. Sasa hivi ni rallying call sisi kama club kuweza kuanza kuonyesha ile e, e, kiwango ya mahali ambalo sisi wenyewe tunalitaka kama club, yani ile level. Na ukiangalia vizuri sana e, nafikiria tunakuja kucheza mechi ya kesho kwa, kwa, kwa, kwa wakati bora zaidi, kwa wakati bora zaidi vipi e, kwa sasa hivi e, tuko na ile e, cup ticket. Na ukiangalia ukiangalia, e, jinsi ambavyo mpinzani ambao tunacheza naye ambayo ni Simba wamekuwa katika ile Confederation Cup wakicheza sawa so tukiangalia wapinzani wetu uh, mwenendo ambao amekuwa nalo katika katika katika group stages, katika group stages kucheza stages na vilevile, ukweli wamefanya kazi kubwa sana kufika katika fainali uh, ingawa uh, of course uh, uh, kikombe ilikubakia Tanzania uh, jambo ambalo uh, sisi kama wazalendo wote uh, wa Tanzania tungependa libaki, lakini sasa hivi sisi kama Singida tumeona kikombe imezinduliwa mpya la CAF uh, pale So mawazo yetu ni kuwa mechi ambayo tunacheza na Simba back to back itatupea level nzuri zaidi. Sisi kama timu, ni nini ambalo tunafaa kufanya tuje katika nafasi bora kukompiti katika level ya kafu, kwa sababu sasa hivi lazima tukubali ile level ambayo tuko sasa hivi, ile step ambalo tumechukua kama timu, na hiyo ndio motivation kubwa sana na kuja nayo kama kocha. Naam, shukran sana mwalimu uh... Uh, mashabiki watarajia sasa mchezo wa namna gani kiufundi zaidi kesho? Yeah, of course eh, mashabiki, kitu ambalo ataanza kuona tofauti zaidi uh, ni ile uh, kuchukua initiative kwa sababu sasa hivi kama ushakuwa timu kubwa lazima ukuwe na ile upinzani ambao unaeleweka. Tulikuwa tunajitafuta kwa msimu mzima, so sometimes tungekuwa care careful, sometimes tuko conscious, lakini sasa hivi ndo nimesema hayo yalikuwa ni maandalizi lakini sasa hivi ile dhamira ambayo tulikuwa nayo kama Singida Black Stars, tuko pale kwa mlango, ni kubisha. So sometimes unaangalia uh, level ambao uko na, ukijaribu kuangalia sasa hivi uh, tumepata ile tiketi ya kafu. So uh, mashabiki wetu, um, mechi ambazo zimepita, nataka kuwapea kongole sana kwa sababu wametokea katika, wametokea kwa uwanja kusupport wachezaji vilivyo na ni jambo ambalo nataka kuzidi kuambia wazidi kuimarika Singida Black Stars mali imefika sasa hivi, mashabiki wetu si wa kukaa nyumbani tena, ni wa ku step out kuja katika kiwa, kwa kwa kiwanja na kuweza ku support team kwa sababu ubora ambao tunaleta na level ambao tumefika kwa sasa hivi ni level ambayo ya kutumika. so, uh, ndoko maana tunasema kwa sasa hivi kama Singida Black Stars tajaribu kupima uwezo wetu kwa sababu ile ticket ambayo tunayo lazima tulifanyie haki na kulifanyia haki ni kuwa ubora wa, wa mechi ambazo tuna face lazima tuzicheze katika level moja, kwa sababu sasa hivi ukiangalia timu zetu ambazo ni timu kubwa zimecheza katika kafu msimu huu, ukiwatazama hata ukitazama fainali ambayo imechezwa back to back ya, ya, ya tiketi ambalo tutacheza next season, utaona sasa hivi uh, mpinzani wetu anajua kutu, anajua kutumia muda. Eh, anajua kutumia muda na anajaribu kufanikisha jambo ambalo anafanya sawa So, uh, it, it, it, yani, kama kocha kwa najaribu kusema technically it's beyond, it's beyond uh, missing only one pass, no ni outcome. Ukiangalia sasa hivi uh, uh, kulingana na experience ambao Simba wamepata, kulingana na experience ambao Azam wamepata, kulingana na experience ambao Yanga wamepata, wanaangalia outcome ya mechi So, sisi kama Singida tulikuwa tunaangalia mechi minute by minute: dakika tano, dakika kumi, dakika kumi na tano, eh, half time, tunaangalia eh, second half, dakika sabini na tano. Lakini sasa hivi tumeingia katika level ambayo sisi tunaangalia outcome ya mechi outcome ya mechi, kwa hivyo sasa, sasa hivi sisi tunajajiwa ni tutafanya nini kupata yale point tatu, na ndio kwa maana napea wachezaji wangu na vilevile vile napea mashabiki wetu rallying call, Singida imefika wakati wanaenda ku chase 3 points. So hakuna doubts na tuzibit around the bush, hiyo ndio level ambayo tuko sasa hivi, kwa sababu sasa hivi pia tunaangalia ngalia kimataifa. Y yeah, of course, asante uh, umeuliza uh, swali nzuri zaidi na hilo swali ni pande zote mbili give and take. Nikijaribu kiangalia kabisa kwa falsafa ya football, unaweza kusema Simba kidogo wako na ile momentum kwa sababu amekuwa na ile competition, wanacheza competition, mechi baada ya kila mechi kwa sababu eh, football consistency eh, ya kucheza inakuweka katika kiwango bora ya ushindani. So, okay, of course sisi tumekuwa na break lakini kitu muhimu sasa hivi katika mechi ya kesho lazima mimi nijaribu ku, ku, ku improve timu yangu mentally ya, kimawazo kuweza kujiweka katika nafasi bora ya kuwa na ushindani ya kutupea pointi tatu kwa mechi yetu ya kesho. So, of course au kona rhythm au wako na momentum but sisi lazima tu develop ile mental attributes ndio tuweze kufika kile kiwango kinaeleweka, kiwango kipi? Of course lazima turespect uh, Simba wamekuwa katika fainali ya CAF ticket, na tunawapongeza kwa hayo, na vilevile vile, jinsi ambavyo walipatili upinzani pale, ndio upinzani ambao tunataka pia wapate the same, so hayo ndio yale nazingatia na, na, na, na